Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa DNA TV hapa pembeni yangu, niko na diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi ambaye ana wania, anagombea udiwani kwa kata ya Bunju. Mheshimiwa, heshima yako kwanza. Ah, salama, tu habari. Safi. E, unaizungumzia vipi ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 25 30? Ah, kwanza naizungumzia vizuri kwa sababu ilani ya CCM imegusa kila mahali, kila, kila sekta kila nyanja maji barabara, huduma kwa wananchi za ukaribu. Kwa ilani ya CCM haijafungamana, haijaficha mahali, kila kitu imeelezea. Okay. Uh, huko mtaani na mitandaoni kuna kauli mbili tofauti, kuna no reform, no election, lakini pia kuna Oktoba tuna tiki. Katika hizi kauli mbili, ni ipi ambayo unafikiri kwamba inaweza ikashinda katika hizo? Of course, Oktoba tuna tiki, kwa sababu nchi yetu inaendeshwa na katiba ya nchi ambayo kila baada ya miaka mitano lazima kuwa na uchaguzi na sasa nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mwezi wa Oktoba, tarehe ya tume huru ya uchaguzi ishatangaza, basi tutakwenda kupiga kura. Kwa hiyo sisi, ayo mambo mengine hatuyajui, tunajua tu katika hali ya kwenda kupiga kura, kupiga kura. Okay. Na mwitikio ukoje kwenye upande wa katako ya Bunju, wananchi namna ambavyo wamechukulia wewe kuwa mgombea wao? Mwitikio ni mzuri, kwa sababu kwanza ndani ya chama changu nimepata kura za kutosha na wananchi wamenikubali ndani ya chama changu na chama changu kimenipitisha. Na Bunju mimi ni mkazi wa muda mrefu, nazijua kero zao, nimeziishi na wewe mwenyewe ni shahidi, ni mwandishi unayekuja Bunju mara kwa mara unajua Bunju inavyoitika hata katika uzunduzi wa kampeni mpaka sasa, na imani ndiyo kata iliyofanya vizuri kwenye kampeni zetu. Okay, unawaambia nini sasa wanabunju hapa wanavyokusikiliza? Ah, wanabunju, kwanza naomba wajitokeze kwa wingi kwenye mikutano ya CCM kwenda kusikiliza sera lakini kwenda kusikiliza mazuri ya CCM yaliyofanywa na yanayotarajiwa kufanywa. Lakini jingine nawaomba sana, ikifika Oktoba, tuache na mambo mengine sisi, tuendeni tukatumia haki yetu ya msingi ya kwenda kupiga kura, tumpigie kura mheshimiwa rais, mpigie mbunge wetu Timos na vilevile mnipigie kura mimi diwani wao. Aisee, nashukuru sana mheshimiwa. Asante sana na kushukuru pia mpenzi mtazamaji wa DNA TV. Huyu ni diwani wa kata ya Bunju ambaye ameondoka amezungumza hayo. Usisahau kusubscribe na kucomment kwenye chaneli yetu ya DNA, utakuwa umefanya jambo la muhimu sana. Pia usiache kushare kwa ndugu na marafiki. Mimi hapa ni Elias Samson Samuel, tukutane katika kipindi kijacho.